Neno la kushika, semeni al ummu tena, al ummu madrasa, al ummu madrasa, al ummu madrasa, madrasa. Mwanamama mama. Mwana ni chuo. Kwa hiyo umeshajielewa wewe ni chuo kikuu, eh haya yote ni heshima anapewa mwislamu wa kike kujua kwamba yeye ni katika kiumbe ambacho ni tukufu sana kuliko kitu kingine. Angalia kwenye Qurani nzima, Suratu Nisa, si ndivyo imamu? Lakini hakuna Suratu Rijali, hakuna sura, e, sura ya wanaume lakini ku, ipo katika Qurani e, sura ya wanawake nzima inamwelezea mwanamke lakini kwenye Qurani hakuna suratu rijali, nikuonyeshe mwanamke bado ni mtu wa thamani, aswaliwe Bwana Mtume Muhammad. Lakini mbona sasa Uislamu upande wa wanawake umeshuka sana? Swali liko hapo. Sasa huku kuthaminishwa kote na Mwenyezi Mungu kutukuzwa kote na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala, mbona Uislamu upande wa wanawake unazidi kushuka? Angalia kwenye mafuta mpaka aweko mwanamke ndo mafuta yauzike. Angalia sijue vitu vyote, mpaka aweko mwanamke ndo kitu kiuzike. Kwa nini wanatudharau? Eti kwa nini mnadharuliwa? Hii ni kujulisha. Sasa heshima zenu zinataka kuondolewa, kilazima. Lazima ushuke, lazima iweko picha ya uchi pale, ndo jambo liuzike. Lazima kitu fulani kitangazwe anaweko mwanamke. Kwa nini mwanamke? Ni kwa sababu wanajua tukipita upande wa mwanamke, kila kitu kitakuwa vizuri. aswaliwa mtume Muhammad, ndipo pale tukaambiwa al-ummu madrasa, akina mama ni chuo. Sasa wenzetu wa magharibi kule wanatumia ili tamko al-ummu al madrasa, akina mama ni chuo. Tukimweka mwanamama kwenye jambo lolote, kwenye kitu chochote, kitauzika na kitafanya kazi kwa sababu al ummu madrasa. Sasa tusitaki hilo na tusikubali tusi, sisi kama wazazi wetu akina mama heshima zao zishuke, hatukubali sisi, hatukubali, tunataka sisi heshima zenu ziendelee kama alivyoarifisha, kama alivyoarifisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Mola wetu kuweka mwanamke ni kiumbe ambacho kwamba kina thamani kubwa. Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii hata ile ya kutoa sauti ni kuonyeshe huyu ni kiumbe ambao kwamba haitakikanwi sauti yake kusikika kwa mtu yoyote, bali kwa yule